Unatazama Furaha FM Media. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania limeandaa marathon ambayo itafanyika tarehe 21 mwezi Juni mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Marathoni hii itafanyika katika jiji la Arusha. Hivyo nimechukua fursa hii kuwaalika mtu mmoja mmoja vikundi sharika na watu wote wenye mapenzi mema kushiriki katika marathoni hii. Marathoni hii italenga pia kutangaza shughuli za jamii na hasa hususan watoto wanaoishi katika mazingira magumu, na ndio maana katika marathoni hii hawa tutawalenga ili chochote kitakachokusanywa katika marathon hii kisaidie watoto hao wanaoishi katika mazingira magumu. Tunakusudia zaidi ya watoto elfu moja na mia tano ambao uh, watafaidika na ukimbiaji au na zoezi zima hili la marathon litakalofanyika tarehe 21 Juni mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano watoto wengi maeneo mengi hapa Tanzania wamekosa bima ya afya ha. Kupitia marathoni hii, wale watakaokimbia na michango watakayoitoa itasaidia watoto hawa kuwa na bima ya afya, hivyo kuwa na uhakika wa matibabu pale wanapohitaji tiba katika hospitali na katika vituo vya afya. Lakini sambamba na hilo pia uh, kanisa itasaidia maendeleo ya shule za watoto wanaoishi katika ulemavu wa uziwi. Kwa hiyo tutakuwa na marathoni hii, italenga kama nilivyosema kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu ambayo watapata bima ya afya, lakini pia watoto viziwi watasaidiwa kupitia zile shule wanazosoma. Kama ujuavyo, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania liko mstari wa mbele katika kusaidia viziwi uh, wale wanaofuatilia tunayo shule ya viziwi pale Mwanga. Hiyo ni shule ya awali na primary, lakini pia tunayo shule uh, ya sekondari pale Njombe. Hizi shule zote zitapewa fungu lile ambalo wewe utakayekimbia katika marathoni hii na kuchangia kidogo, huko ndiko fedha hizo zitaelekezwa uh, Mwanga pamoja na Njombe. Lakini pia watoto elfu moja mia tano wapatiwa bima ya afya. Nikualike sana mkimbiaji wa marathon marathoni hii utakimbia uh, wewe kama furaha, lakini pia kama kupata mazoezi kwa mwili wako, lakini pamoja na hayo yote pia utasaidia kuchangia hawa watoto ambao wanahitaji msaada wako kwa hiyo karibu sana Arusha tarehe moja sita elfu mbili na 21 mwezi wa 6 2025. Unatazama Furaha FM Media.